Unayeandika andika swali hili, ni nini kinachosababisha mtu kuvamiwa na nguvu za giza na ikiwa alishaokoka na kufunguliwa, ama kuwekwa huru? Alishaokoka, alimpokea Yesu, na yamkini alipokuwa naokoka alikuwa na nguvu zimemshika, zinamsumbua. Lakini mtu huyu alipopokea Yesu aliombewa, na alipoombewa, baada ya maombi, alipokea kuwekwa huru ka kufunguliwa alipokea neema hiyo ya kuwekwa huru. Tumekuwa tukiona kwa ikitokea, na yamkini hata wewe imekuwa ikutokea. Umeokoka, unampenda Yesu, wewe umpendi shetani, lakini unaendelea na wokovu na kadi. Unapoendelea na wokovu, kuna wakati nguvu za giza zinajidhihirisha kwenye maisha yako, kuna wakati bado unateswa na vifungo fulani hususan ni mapepo yanakusumbua, unavamiwa na hizo nguvu za giza, unakuwa kwenye mashambulio. Kwa namna hiyo, kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 36 kinasema, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. nataka kweli. kila mtu mwenye pumzi ashike huo mstari. Bwana Yesu asifiwe. kama umeokoka na huu mstari huna tatizo linaanzaga hapo. Si mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kwelikweli kweli? Na hili ni neno la Mungu, ina maana ulipompokea Yesu Kristo, ina maana uliwekwa na ukiwekwa huru unakuwa huru kweli. Ni nini kinafanya sasa unakuwa attacked na mapepo? Ndilo somo tunalojifunza asubuhi ya leo. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, sio lazima ukalili, kama ilivyo Biblia inasema hata imekuwa akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe, ya kale imepita, tazama, amekuwa Usipojifunza neno la Mungu ukawa unataka tu amina, pokea, pokea, pokea utapokea tu amina. Unapokea nini? Unavijua vinavyoongelewa hapo? Usipojifunza neno, mimi nataka niwaambieni kama hujajengwa kwenye misingi ama mi..., yani wokovu sio mazoea, kwamba umezoea kuingia kanisani, wewe ni mkongwe wa muda mrefu na ukomavu wa wokovu haupo kwenye kuingia kanisani kila siku au kufanya taratibu za ibada za kila siku ama kuguswa na roho mtakatifu kila siku ukomavu wa wokovu wako upo kwenye kulijua neno la mungu na ahadi zake ama ujui neno la mungu wewe upo kwenye hatari unajua kuwa kiumbe kipya ama sisi ni viumbe vipya na yakala yamepita na bwana anaahidi hili ni neno la mungu paulo anasema katika wakorinto hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale amepita, tazama amekuwa ahadi ama ni neno la Mungu lililohalisi. Lakini Yesu Kristo mwenyewe akasema katika ile Walumi kwamba mwana akiwaweka huru, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hiyo ni ahadi ya Yesu Kristo, anaeleza ye mwenyewe. Unavamiwaje na mapepo? Pointi yangu ipo hapo, kwa sababu hiyo ni shida kubwa sana, ukiifurahia itakupeleka jehanamu chafu. Amtokapo mtu kupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, akikosa, anasema nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Akifika akakuta nyumba imefagiwa ikumepambwa, lakini haina mlinzi, anasema anaenda huenda akachukua pepo wengine wabaya saba kuliko yeye yeah. Mwisho hali ya mtu yule mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Na mara nyingi unakuta mtu kama huyo, akishafunguliwa akiwekwa huru, baadaye pepo zinavyorudi zinarudi kwa kasi sio ya kawaida, yani anakuwa amefungwa sivyo kawaida. Kwa nini? aliwekwa huru lakini mlinzi akakosekana. Waefeso sura ya sita kuanzia mstari wa kumi. Unapokosa nguvu za Mungu za kuweza kukusimamisha ama kukutetea, utakuwa atakdi, zile roho ama zile pepo zitakuvamia tena. Kuna namna mbili za mapepo, kwa sababu mapepo ni roho chafu. Na mapepo ambayo yanampagaa mtu, kemea hapa, yanapagaa yanajidhihirisha, lakini kuna pepo ambayo inaenda kuathiri tabia ya mtu hiyo ndo haifai. Pepo inayomvaa mtu alafu isijidhihirishe, haifai kwa sababu inaenda, ina effect tabia ya mtu. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ni mzinzi, yumo kanisani, kwa sababu hajawahi anguka, pepo ashtuki. Hawezi kuendelea na Mungu, hawezi kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, ila atakuwa pretender. Lakini hawezi kutubu kwa sababu anaona mbona sijajulikana, haoni dosari ambayo inaonekana katika kwa macho. Sasa kuna mwingine ambaye anapagawa na mapepo, mkimwekea tu mikono au umeanza kuomba au mnaimba sifa, imekolea kule, pepo zinalipuka. Lakini kuna wengine wana mapepo ambayo wao hayalipuki, yameathiri tabia. Na ishara ya kwamba wewe una mapepo hata kama hayalipuki, kuna baadhi ya vitu utakuwa unavipenda ambavyo sio vya kimungu. Kuwa na hiyo tabia, Yesu asifiwe sana, hiyo ni, ni, ni njia ama ni ishara ya kukuonyesha kwamba wewe umevamiwa, maana huna ulinzi wa nguvu za Mungu. Umeokoka umempokea Yesu, lakini huna nguvu umeokoka upo kanisani, lakini bado wewe na mizimu ni ndugu. Mizimu inakutambua vizuri, hizo roho zipo, na hasa kwa maamini ma, n koo ambazo zilikuwa wapagani kabisa, hazikuwahi kumjua Mungu. Unaweza kuwa upo kanisani hume naabudu lakini kwenu unayo madhabahu, hautaingia mbinguni. Ukiona unasali na mtu ambaye anaenda kwa waganga wa kienyeji, ana madawa nyumbani kwake ameyaning'iniza mlangoni, anaenda anapigwa chale, ana madhabahu za majini nyumbani. Anasema dunia inawayawaya kama mlevi, inakaribia kutoweka. Aliona dunia ambayo inaenda kutoweka, inachoka na wewe. Angalia dunia inavyoenda, na Yesu Kristo alikuja kutuandaa ili twende tukaishi. Uumbaji wa Mungu hautatoweka. Baada ya maisha haya, tutakuwa na maisha mengine mbinguni. Sasa, ili tuingie mbinguni, ni lazima tukae kwenye kanuni. Kwanza tuondoe mizimu na miungu ache, pili tuache dhambi, si unanielewa? Kwa sababu dhambi sio miungu, dhambi ni tabia yako wewe, u yani, uzinzi, ulevi, unini Miungu ni laana. Kuna dhambi na laana. Labda leo nikuambia tu vizuri. Ikaa kwenye miungu kwenye kuabudu mashetani na kuenda kwa waganga, unakaa kwenye laana. La mtenda dhambi yule anajinajisi mwenyewe. Yani, yule ambaye anazini anaiba anajinajisi mwenyewe lakini yule anaenda kwa waganga na kuleta nyumbani ana, ana laani ukoo wote kizazi chote kwa sababu ukiweka hapo miungu, hiyo miungu itabidi hadi mjukuu ajalisi zinalisi kizazi baada ya kizazi, hiyo ni laana, lakini dhambi ni ya mtu mmoja yeye mwenyewe, anakunywa mapombe yake yeye. Lakini madhabahu hizo za ukoo za uganga, sijui ukiipiga hapa ukaivunja, nyumba yako ukaiondoa, itatafuta kwenye ukoo wenu mwingine, wewe wala sio watoto wako, itaenda kwenye ukoo wa watoto wa baba mkubwa wa nani, kwa sababu haitoki kwenye huo ukoo. Hiyo ni laana. Wale ambao wanahitaji kupona watapona, na hakuna mtu anayetupaga hiyo miungu mwenyewe. Ukiona huyo anayo afu baadaye hayapo hapo alipoweka, amehamisha ame, Unanielewa? kwa sababu wezi kana uchawi afu ukautupa we mwenyewe, lazima uulete hapo uchawi tuuone, ili loo mtakatifu aseme kweli huyu ametoa vyote, maka wngie ago nusu nusu. Tunaelewana? Andika sababu kama so tatu nne. Kwanza kabisa kurudi tena dhambini. Wakorosai sura ya kwanza mstari ule wa 13 na tatu, inasema naye lituokoa kutoka katika za na kutwamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunao msamaha, tunao ukombozi yani msamaha wa dhambi. Kolosai 1:13, 14. Sasa kwa nini mtu huyu tena yupo kanisani? Alishafunguliwa, tumesali naye miezi mitatu, tunaona pepo zinalipuka tena, yamkini anaimba praise, kiongozi kanisani. Kurudi tena dhambini kama alilosema mama Chaban. Mtu ambaye hurudiarudia dhambi anaitwa mtumwa wa dhambi. Ameokoka, yupo kanisani, lakini kila siku anaanguka, anaitwa nani? Ukisoma katika kitabu cha Yohana ya wa, na wa Yesu, kuna kitu anakiongea hapo. Mwingine andika mstwa pili sula ya pili mstali wa ishirini wa Yohana, nane, sasinane, atasoma Petro a 2:20-22. So nyumbani tu... siku, eh? siku, siku zote. Ila mwana yeye ukaa siku zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtumwa wa dhambi yeye akaa siku zote, leo umewaka upako umejaa, kesho umeanguka, miguu juu, kifo cha mende. Ni nini? Wewe ni mtumwa. Kwa kinachowafanya watu warudi kwenye dhambi mara kwa mara kwa sababu ya utumwa wa dhambi. Sasa utumwa wa dhambi ama kurudia dhambi kutakufanya kuta uvamiwe na nguvu za giza ambazo kwanza zilikuwa zimeondoka. Petro wa pili mbili ishirini hadi ishirini na mbili. Maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, ndiyo kama wakinaswa tena, kama wakinaswa tena na kushindwa, na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingawa heri kwao, kama ingalikuwa heri kwao kama wasingelijua njia ya haki. Sikiliza hilo uh -huh. kuliko kuijua uh -huh. kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa uh -huh. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, amerudia wewe eh, matapiko Chindua. yake mwenyewe, mbwa amerudia matapiko yake mwenyewe, matapishi yake mwenyewe. Naona katika hiyo Petro, Petro anaeleza ah, anasema Uh, kwenye hiyo Petro ishirini mbili ishirini hadi ishirini na mbili. Umeokolewa, umeokoka lakini pia unarudi nyuma kutenda dhambi ile ile. Kumbuka nimesema kinachowafanya watu wapo kanisani lakini ghafla wanavamiwa tena na mapepo, wakati walikuwa vizuri, ni kurudia dhambi. Jambo la kwanza nimekwambia ni kurudia nini? Kurudia dhambi. Sasa hapa Petro anasema hivi, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi, na maana waliokoka Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, yaani umetenda dhambi na imefikia wakati huwezi kutoka kwenye hiyo dhambi ama kwenye hicho kifungo. Nisikilize vizuri, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Hali yako ni lazima itakuwa mbaya kuliko ya kwanza, kama kuna wakati ulikuwa kuna shida fulani unaporudi kwenye dhambi katika ulimwengu wa roho, ama kwa namna ya kiroho, unakuwa uko yani umeharibika zaidi, kama mafanikio yanavurugika zaidi, kama kuhusu kesho yako shetani anakuja na haribu zaidi. Na ingekuwa heli kwao, maana wasinga alijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu aliyopewa. Wa mimi waga nasema ni aheli ungeumbwa kuku ungechinjwa, maana Pasaka na Krismasi zipo nyingi, kwa sababu kisha chinjwa lako linakuwa limefanya nini lakini kuliko kumjua Mungu alafu kurudi tena dhambini. Anasema hii imetukia kwao, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa amerudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaagaa matopeni. Hiyo Luka kumi na moja ishirini na nne. Nilikwambia utaisoma utai, utai, utai mwenyewe. Anasema pepo mchafu amtokapo mtu, upita mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika, sipapate husema nitairudia tena nyumba yangu mwenyewe niliyotoka akirudi akaona imesafishwa haina mlinzi yani wewe huna tena roho mtakatifu anarudi kwenda kuchukua pepo wengine wabaya saba kuliko yeye ina maana kama wewe ulikuwa una pepo moja na kufanya uwe mlevi ikirudi inaenda kuchukua wengine saba na ndio maana utakuta watu wengi ambao wanaanguka anguka na kurudi rudi huko hali zao ni mbaya kuliko kawaida na watu hawa huwa wananasa kwenye huu mtego na inakuwa ni vigumu kuwafanya tena upya kwa sababu atakapotoka hapo unaweza kukuta anakufuru, anatoa maneno ya makufuru, nampelekea kuto kutena kurudi tena kwenye msamaha. Kwa hiyo uliokoka, simama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa unajua kweli umempokea Yesu Kristo na umeamua, usije ukajichanganya hata siku moja. Na kama ulirudi nyuma umepata neema ya kurudi, simama, simama, namwambia Mungu nisaidie, sitaki kurudi nyuma tena kwa sababu unaweza ukanasa na ukashindwa tena kurudi hata kama utatamani. Mimi kuna watu nimewaona ambao walikuwa wameokoka na wanatumika, wana, wana vizuri watumishi wa Mungu, lakini walipokuja kurudi nyuma wanakuambia tu ah, wewe niombe tu, kwa sababu niliko niko mbali sana najua kabisa kama ambavyo mtu aliyeokoka kwenda mbinguni anakuwa na hakika. Kama una uhakika kama unaenda mbinguni au uendi, wewe huendi. Na vivyo hivyo, kama una uhakika kama una roho mtakatifu au huna. Manake huna rudia rudia dhambi ndiko kunakowafanya watu waweze kupagawa na mapepo mara kwa mara, wa kwa wale ambao ni wachanga na walikuwa kwenye vifungo. Lakini ulikuwa kwenye vifungo fulani ukishafunguliwa kwa sababu mshirika mchanga ama mtoto mchanga yani, mshirika mwongofu mpya ni kama mtoto mchanga anahitaji kuukulia wokovu. Sijui kama unanielewa, unahitaji kujifunza kila kitu. Anasema yatam, kama watoto wachanga ya tamanini maziwa ya akili ya sio ili kwa hayo mpate ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kumbuka, anasema mtu huyu alikwisha kusafishwa kwenye ile Luka 11. Ah, lakini nyumba ile ikasafishwa ikawa vizuri. Nyumba anamaanisha mtu kwa sababu Biblia inasema miili yetu ni hekalu, yani ni nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabidi akae Roho Mtakatifu. Ina maana akija akakuta huyo Roho Mtakatifu hayupo, ina maana iko tupu. Kwa pepo ataenda atachukua pepo wengine, watakuja watakaa, na hali ya mtu itakuwa mbaya zaidi. Msomaji, unisomee Petro 1:18 lakini b unayeandika, kutawaliwa na roho ya woga, hofu au vitisho, fahamu kwamba, sikiliza, nimesema kukosa ufahamu halisi juu ya kuwekwa huru ama juu ya kweli ya Mungu. Pia kitakufanya urudi kwenye vifungo. Anasema katika Petro wa kwanza moja kumi na nane, Petro a, uh, a, uh, a, uh, wa kwanza moja kumi na nane, anasema nanyi mfahamu kuwa — hapa anaongea juu ya ufahamu, kupata ufahamu, ndiyo? Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, Kwa fedha au dhahabu. Kwa fedha ama au dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Ndio. Mliopokea kwa baba zenu. Ndio bali kwa damu ya thamani eh, kama ya mwana kondoo asiye na ila eh, 19 hiyo asiye na wa, yaani, ya, ya Kristo usipofahamu kile Yesu alikifanya kwa nini haufahamu kwa sababu hukukulia wokovu hukupata yale mafundisho ya awali yanayokuambia wewe umefunguliwa hilo pia ni tatizo lakini bi kutawaliwa na roho za woga hofu au vitisho Timotheo wa pili 1:17, Warumi 8:15. Timotheo wa pili, sura ya kwanza, mstari wa 17. Ndio. Maana Mungu akutupa roho ya woga. Sikiliza, sisi tuliookoka Mungu akutupa roho ya nini? Ya woga. Bali bali ya nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bali ya nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ni lazima ujue kwamba wewe kwanza ufahamu kwamba umekombolewa. Jambo la pili ukifahamu itakupa ujasiri. Hofu haitakutawala tena kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Kama umeumwa kiwango gani, umeshambuliwa na homa ama unapita kwenye jaribu zito kiwango gani, ama roho ya mauti inakutishia juu ya afya yako, usikubali kwamba wewe ni mtumwa. Kemea hiyo roho tai, utangaza ushindi. Kuna watu wapo kanisani na miaka hadi mitatu minne, lakini hawajaukulia wokovu, kwa sababu kukua kutokani na wewe kukaa muda mrefu kanisani. Mtu anaweza akawa na siku tatu tu, lakini akawa anatosha kuwa mchungaji wa kuchunga wengine kulingana na ambavyo amempokea Yesu na kumwamini. Lakini unaweza kuwa umekaa kanisani ukawa hata mzee wa kanisa, ukawa una imani. Wengine ni wachungaji. Unaona kule Mbeya, wachungaji wanashiriki zile ibada za za, za asili. Lakini wanasema wanasemaje? Si wachungaji, tunakuja tutakuja usiku. Na ana washirika. Usiku ndo anaenda kwenye zile ibada za mila. Mchana anajua ah, sasa atafanyaje wa, watu watajua huyu kwa nini anafanya hivi? Ametishwa. Huyu bado ni mchanga. Anaogopa mamizimu, atanipiga. Mamizimu ni matakataka, unaelewa. alo wengine na ya na kuwa, eh, kuwa, kuwatesa na kufanya chochote. lakini kweli. Lakini wewe uliokoka kabla hujaokoka kweli yalikuwa na kutumikisha, umeokoka. Hii inawapata watu wengi, kuto kusamehe na wenyewe ni uchanga, kwa sababu yanasema asila ukaa kifuani. Lakini muwe na asila, msitende, msiwe na asila mpaka siku kabla uh, usiku siku haijakwisha uh, Inabidi yule uliyomkosea hata kama amegoma kuja kuomba msamaha wewe umsamee tu kwa sababu ya faida yako. Kutokusamee pia huruhusu mlango wa mapepo kukuvamia. Sio kama unaelewa. Ukiwa na hofu pepo zitakuvamia, kwa sababu ni mlango. Lakini pia ukiwa una hasira una ghadhabu, alafu hutaki kusamee pia ni mlango wa pepo kukuvamia. Kuna watu wao mmekwazana na watu wamewakwaza mmekaa na miezi hadi mitatu amuongei. Huja msamee. Kuna ile umemsamehe mtu, bwana, nimekusamehe uwe na amani, lakini yeye ameamua kununa. Yule mwacha nune. Lakini urudisha fanya nini? To kusamehe. Na Mathayo 6:15 na Mathayo 18:35 utasoma mwenyewe, nisome 6:15. Hiyo Mathayo 18:35 utaisoma mwenyewe nyumbani. Kwa kuna watu wamekukwaza, kuna watu wamekuumiza, lakini umewabeba hadi kesho kutwa. Wengine ni wanandoa lakini wananuniana. Wanalala kitanda hiki. Ile asila ikizidi sana inakuwa dhambi. Ikiwa dhambi pepo linaku drive, ndio maana unaweza kukuta mtu amemchoma kisu mwenzake. Tusaidie sana. Kwa hiyo ukiwa na jambo lolote na mtu, samehe. Kuto kusamehe ni kifungo kinachozuia usitazamwe na Mungu, ama uwepo wa Mungu uondoke katikati katika yako. Kuto kusamehe, hili tunaliona katika kitabu cha Mathayo. Yesu Kristo anatuonyesha, Mathayo 20:26 anatoa mfano huu ama anatoa agizo hili kwa wale ambao tumeokoka na tunatamani baraka za Mungu. Linasema. Linasema. Linasema. Maana nawaambia kwamba. Maana nawaambia kwamba. Haki yenu mm, isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa wa, walivyo Ndiyo. Usiue e. na mtu akiua itampasa hukumu. Ndiyo bali mimi nawaambia. Sikiliza, hiyo anasema, bali mimi nawaambia, kila amwonea ndugu yake hasira, kila amwoneaye ndugu yake hasira, itampasa hukumu, itampasa hukumu. Na mtu akimfiolea ndugu yake, na mtu akifyonza tu kwa ndugu yake, itampasa baraza, itampasa kikao. Kwa nini mmefyonzeana? Tunaita wazee wa kanisa tunaweka, huyu alinifyonza. Kwa nini ulimfyolea mwenzio? Ndio, na mtu akimwapiza. Hapo sikiliza, wale ambao mnasema kweli, sema mbele za Mungu kweli kweli, unasema ukweli, sema mbele za Mungu, unamwapiza mwenzako. Ukileta sadaka yako madhabauni, na ukakumbuka kwamba jirani yako wananeno juu yako, kwanza iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Usiondoke nayo, iache hapa hapa, kwa sababu bado bwana anaaja nayo, uende zako lakini usiitoe eh, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Nampenda Mungu ambaye umuoni ikiwa jirani yako unamchukia kwa kuna watu wengine tunatoaga sadaka lakini tunatupa, haziwi recorded. Kwa sababu gani? kuna watu mmewakwazigadhibikia, mnabifu na watu mwaka mzima, na wewe unakuja kanisani unasema unatoa sadaka. Hiyo sio sadaka. Ilipasa ile sadaka wewe unaiweka, na kama utaki kupatana naye basi uombe -tu tukupe kibubu chako uitunze hapo mpaka mtakapokuja kupatana, ndio uikusanya yote uje utoe. Mlango wa mtu kuvamiwa na nguvu za mapepo. Mungu atusaidie sana, haleluya. Lakini pia jambo la tatu na la mwisho kuwa vuguvugu vugu. Nimesema jambo la kwanza kurudi tena dhambini, kuna wafanya watu wavamiwe na mapepo. Namba tatu kuwa vuguvugu, Ufunuo sura ya tatu mstari wa 15 na 16. Sababu, una unaweza ukasema vuguvugu ni kwa namna gani, hujulikani umeokoka ama hujaokoka. Watu wapo humu lakini bado wana matendo yote ya duniani, klabu wanaenda na kwaya wanataka kwa sababu tu amjawahi nipa ushahidi sahihi kketu ananijua. Tushibe tu, tu watoto waende shule, warudi, niendelee kula tu sadaka za watu za bure. Kwa hiyo nyinyi mnakuwa mnatoa sadaka ambazo zinaenda mahala penye laana, unatupa, unatoa sadaka, anayekula mwenyewe anaenda kuhonga hiyo hiyo sadaka, unaomba uwezekani? Bwana Yesu anasema kwa sababu si baridi wala si moto nitakutapika kwa nini? Kwa sababu we, vugu vuguvugu, utoke katika kinywa changu. Hautakuwa na ulinzi, mapepo yatakuvamia tu. Ndio umeokoka, ndio ulifunguliwa, lakini kwa sababu wewe ni vuguvugu vugu. Kumbuka. Kuna kurudi dhambini na kunakuwa vuguvugu. Sema, msiyakumbuke mambo ya zamani, wala msiyafikiri mambo mambo ya zamani ambayo Mungu hataki tuyakumbuke ni yapi? Wewe umeokoka, upo humu. Lakini kwenye simu yako una bongo flavor, pepo haziwezi zikakuacha, sababu zinakujua, anachokiimba kinatoka moja kwa moja, na anapoimba lile neno, haimbi akiwa mwilini, anaimba akiwa rohoni. Na wewe unapochukua ule wimbo, unaimba kwa hisia vile vile unakuwa negotiation Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe na yeye mnakuwa ni kitu hiki, kama ambavyo mtu akiimba wimbo wa kuabudu, ukisikiliza wimbo wa kuabudu kipindi unaomba unajikuta na wewe unazama. Vivyo hivyo yule ambaye ana, anaimba zile nyimbo za dunia wanaita secular mu music, vile vile kila kitu kinakuvaa wewe Andomana, na ndio maana hiyo ni milango ambayo inakufanya mapepo waje kwako siku zote. Waga nawaambia kwamba ili shetani asikuvamie, kwanza kabisa wewe usiwe na kitu cha shetani. Mfumo wa maisha ambao walokole wa leo wanaishi sio mfumo sahihi. Kwa sababu gani? Wao na dunia ni marafiki. Biblia inasema mfanya Mungu aonekane mwongo. Biblia inasema katika ile Yohana tumesoma hapa, sura ile ya nane mstari thelathini na sita anasemaje? Mwana akiwaweka huru mnakuwa huru. Hiyo ni Yohana, hilo ni neno la Yesu mwenyewe. Sasa kwa nini wewe pepo zinarudi tena? Kwa sababu wewe mfumo wako wa maisha upo duniani. Mungu anasema, Bwana Yesu tena anasema katika kitabu cha Ufunuo, wewe ni vuguvugu na atakutapika. Wokovu sio kazi wapendwa, ila ni kazi kama wewe unapenda dunia. Fungua Yohana, nataka niongee hapo hadi sasa na mbili, ndiyo. Basi Yesu akaambia Basi Yesu akawambia wale Wayahudi Yahudi, walimwamini ndiyo, ninyi mkikaa katika neno langu ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli tena mtaifahamu kweli, nayo kweli tawaweka huru nayo kweli tawaweka huru. Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli neno lako. Ndio Mungu akikuweka huru utakuwa huru kweli kaswa, kwa kweli na kweli ni neno la Mungu. Kitabu cha Warumi sura ya nane kuanzia mstari wa nane biblia inasema hivi wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, bali mwaifuata roho. kuna maisha, lazima ujue kwamba hayo sio ya mlokole. Yakiwa unayaishi maisha hayo, lazima pepo zitakuvamia. Sio kila kitu cha kuombewa, unanielewa? Ukifahamu tu kweli yote kuhusu kazi ya msalaba, hamna haja kuwekewa mikono. Shetani anakuyumbisha usifahamu ile kweli, ili ubaki kuwa mtumwa. Usiufupende mwili, anasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi amfuati mwili. Tafsiri yake ukiona mtu anafuata mwili, anapenda vitu vya mwilini, ni mzinzi, mzinzi ni mlevi, ni mlevi. Wewe roho mtakatifu una asikiliza, usitake tuanze kuulizana hapa, huna roho mtakatifu. Sema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi hamfuati mwili. Ukiona unafuata mwili na maana Roho wa Mungu hayumo ndani yako. Hata kama we ni mchungaji, hata kama ni mzee wa kanisa, hata kama ni shemasi, hata kama ni nani. Ukiufuata mwili Roho wa Mungu hayumo ndani yako. Bali mwaifuata, I mean, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo huyo si wake. Kama unaufuata mwili hauna Roho Mtakatifu. Na kama una Roho Mtakatifu tafsiri yake nini? Wewe sio wa Mungu, unanielewa? Pale ambapo umejaa umevamiwa na pepo huna Roho Mtakatifu. Anasema kwa ni ya mjui nini amjui ninyi miili yenu ni hekalu la Mungu? Kali la hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yenu. Ina maana pepo ndio maana anasema kwenye ile Luka 11:24 na 26, anasema nitarudia tena nyumba yangu, akirudi akakuta imesafishwa, imepambwa vizuri. Tafsiri yake wewe mwili wa kila mwanadamu una nafasi ya kujazwa, ambayo nafasi imeumbwa special kwa ajili Roho Mtakatifu akae. Lakini wewe ukiwa unapenda vitu vya dunia Ina maana aliye ndani yako sio roho Mtakatifu. Akiwa roho Mtakatifu atakupeleka wewe kuichukia dhambi, kuichukia dunia na mambo yake. Anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, kwa maana mtu akiipenda dunia kumpenda baba akumo ndani yake. Omba rehema. Ukimaliza kuomba rehema, ndani ya maombi ya siku tatu, unaanza kuomba ushirika na roho Mtakatifu, kwa sababu hata kama unaimba kwaya, kama una roho mtakatifu uingii mbinguni. Sisi kipindi tunakuwa huko kwenye wokovu, tulikuwa tunasema mtu kama hajajazwa roho mtakatifu asimbe kwaya. Zaburi ya kwanza inasemaje? Mtu yule asiyekwenda katika shauri wala kuketi barazani pa wenye, bali sheria ya Bwana uitafakari usiku, nayo ndiyo impendeza. Lazima wewe mwenyewe ujichunguze na utamani kuwa na roho mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu ndo atakuwezesha kusimama na Mungu.